ITV imefika katika stesheni ya Tazara mjini Makambako na kufanikiwa kuongea na baadhi ya abiria waliokwama kusafiri kuelekea jijini Dar es Salaam wakiwa wamekata tamaa. Kwa sababu lundo la watu kama hawa hapo, wanaenda kuchanga tena mia mbili mia mbili kule, hatuna taarifa kwamba hili treni linatoka saa ngapi tutafika saa ngapi? Yani saa hizi hatuna uhakika kwamba hivi tutaishije, mpaka ambao kama siku itaendelea kama wiki moja au siku ngapi. Hapa usafiri umekuwa ni wa shida, halafu nina mtoto mdogo, nauli nimeishiwa, ni anatakiwa hale huyu mtoto, na sijui nitampatia nini, endapo pesa mkononi sina. Kwa kweli, tunaombeni mtusaidie kwa msada huu. Changamoto ya kukwama kwa abiria hao imewakumba pia baadhi ya wanafunzi wa shule za sekondari wa kidato cha tano wanaosoma mkoani Mbeya, ambapo wamebainisha adha wanazokumbana nazo. Kama sisi wanafunzi, hii hali imetutesa ime sana, kwa sababu mpaka saizi hapa kuna wengine hela hatuna hela ya kutumia, wala hatuna hela ya kufanya kitu chochote kile, na baadhi ya wazazi wamejaribu kwenda kuuliza, lakini tujapata mwafaka wote ule. Kufuatia kadhia ya abiria hao kukosa usafiri na kugubikwa na sintofahamu juu ya hatima yao, kituo hiki kimeongea na afisa habari wa shirika la TAZARA nchini, Bi Regina Tarimo, kwa njia ya simu ili kupata ufafanuzi juu ya hatima ya abiria hao changamoto na tusingeweza kuipitisha hiyo treni, ndio maana unaona tumewastofisha hapo, na hatujawastofisha kwa makusudi, tumewastofisha kwa sababu ya usalama wao. Na zaidi ya hapo, tunafanya utaratibu as soon as possible, tunafanya kila liwezekanalo ili by saa kumi na mbili kamili hiyo treni itaondoka hapo kuja Dar es Salaam. Nyuma yangu ni baadhi ya abiria ambao wamekwama katika eneo hili takriban kwa masaa kadhaa wakisubiri jitihada za serikali ziweze kuwakwamua. Nikiripoti kutoka katika kituo hiki cha Tazara cha Makambako kilichoko wilaya ya Njombe mkoani Njombe mimi ni Alpesi Mchucha wa ITV.